Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala wa rasulillah waalihi wasahbihi wa wamanwala. E, aina ya riba zilizoharamishwa ni riba aina mbili, riba nasia wa riba alfadlu. Riba nasia ni riba ambayo inahusiana na muda, yani mimi nimekuwazima pesa ukaniambia tarehe thelathini takurudishia. Ilivyofika tarehe thelathini we hukuweza kunirudishia sawa, ukasema naomba muda, nipe muda mwingine. Sasa huu muda mwingine niliokupa, muda niliokupa nikakwambia kwa sababu nimekuzidishia muda, sasa nami nitaomba unizidishie pesa, yani kama ilikuwa laki moja kwa sababu umeshindwa kulipa kwenye wakati, nimekuongezea muda utalipa laki moja na elfu ishirini au na vile ambavyo mtakavyokuwa mmekubaliana. Sasa hii riba, kwa nini imeongezeka? Imeongezeka kwa sababu ya muda, kwa sababu ya wewe umeongeza muda. Sasa kuna baadhi ya watu wanaona kwamba hakuna riba isipokuwa hii na imethibiti kwa Mtume salallahu alehi wasalam: la riba illa fi nasia, hakuna riba isipokuwa katika nasia. Lakini neno hili la Mtume salallahu alehi wasalam ina maana pana ambayo ameichambua Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Taymiyah anasema mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza maneno haya hakuwa na maana kwamba hakuna riba alfadl, riba ya ziada. Yani mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba hakuna riba isipokuwa nasia, yani hakuna riba mbaya isipokuwa namba moja ni riba nasia hata kwenye hata kwenye lugha za kawaida lugha za kawaida eh? Mtu anaweza akakisifia kitu hana maana kwamba kitu kingine hakina sifa, si tunaelewana? Tutoe mfano wa kitu kibaya tu, mtu akwambie eh? hakuna kinacholewesha kama konyagi. Kwani pombe zingine hazileweshi? zinalewesha. Ni mfano sikutaka kuutumia, lakini nimeuleta ili karibu watu wapate wapate kufahamu. Haina maana yaani, anachojaribu kuelezea huyu mtu ni kwamba yani, anataka kutuaminisha kwamba hakuna kitu kinacholewesha haraka zaidi na kikali haraka zaidi kama kama konyaki. lakini haina maana pombe zingine sio hazileweshi, zote zinalewesha, lakini kuonyesha kwamba eh, riba lfadli Mtume sallallahu alayhi wa sallama ameikataza, ameikataza Mtume sallallahu alayhi wa sallama riba lfadli katika hadithi ambayo ameipokea uh, Imam Muslim, hadithi ya Ubada bun Samiti radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Uh, Ubada anasema inni samitu rasul llahi sallallahu alayhi wa sallama yaqul, mimi nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wa sallama akisema yanha an bai adhahabu bidhahabi akikataza kuuza dhahabu kwa dhahabu, walfidat bilfida, na fedha kwa fedha, walburi bilburi, na buri kwa buri, washairi bishairi, na shairi kwa shairi, watamri bitamri, na tende kwa tende, walmilhu bilmilh, na chumvi kwa chumvi, illa sawaan bisawa. Hivi vitu viuzwe sawa sawa bila kuzidi. Ainan biain, sawa wewe umeniletea chumvi na mimi nakupa chumvi. Famanzaada, atakayezidisha katika hivi vitu nilivyovitaja awiz, dada au aw, yeye akataka kuzidishiwa, fakadi arba, huyo mtu amefanya kitu cha riba. Sasa hapa hakuna wakati, hakuna muda. Riba nasia ni ya muda hii riba alfadli ni, ni riba ya kuzidisha, hatuna muda. Lakini unamwambia bwana, nakupa dhahabu hii ya Shinyanga, wewe uta, gramu kumi, wewe utanipa gramu kumi na tano za dhahabu ya Mbea. Hakuna muda hapa, lakini hii ni riba alfadli. Sasa kuna baadhi ya watu wameichukua maoni ya baadhi ya maswahaba ambayo baadaye yalikuja yakaondoka hayo maoni, mtu akaona kwamba ndio msimamo kwamba hakuna riba isipokuwa riba nasii. Jamhuri ya wanazuoni ahlusunna waljamaa wamekubaliana kwamba riba zipo aina mbili: riba nasi wa riba alfadlu. Kwa hiyo kwa ufupi, hizi ni riba aina mbili.